Naam, siku ya sikukuu tuliyoitarajia imewadia ambapo chama cha Kiswahili chuo kikuu cha Moi almaarufu cha Kimo kitaungana na vyuo vingine katika kongamano la ndani katika chuo kikuu cha Maseno. Ninge? Naam. Chuo chenyewe ambacho tutakuwa tunazuru ni chuo kikuu cha Maseno mnamo tarehe 21 Jumamosi hii. Naam, siku hiyo Jumamosi, ada ya kiingilio itakuwa shilingi 150 pekee, na kauli mbiu ya siku hiyo itakuwa utendakazi wa Kiswahili barani. Wapenzi wa Kiswahili wanatazamwa kuwa pale, washikadau mbalimbali wa Kiswahili, watafiti, na wote wanaoburudikia lugha hii ya Kiswahili, njoo tujadili utendakazi wa Kiswahili barani Afrika. Tupatane Jumamosi, chuo kikuu cha Maseno. Binti Malkia hapa nitakuwepo, Bwana Elvis Oracha atakuwepo, Bwana Waso Emmanuel almaarufu mwana falsafa nitakuwepo <tip> tutakuwepo. Je, wewe? Tutakuwepo. Je, wewe?